Jana Disemba 30 mwaka 2025, kupitia kurasa za mitandao ya kijamii za makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na wanaharakati mbalimbali ilianzishwa kampeni ya kutuma salamu za kufunga mwaka 2025 na kufungua mwaka 2026 kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antifa Lissu kwa njia ya kuchangisha pesa. Sasa walidai kuwa wazo la kuanzisha kampeni hiyo limetokana na matamanio ya watu wengi kwenda kumsalimia Tundu Lissu, lakini kutokana na taratibu zilizowekwa watu hao walishindwa kabisa kumfikia. Sasa wameelezea kwamba kwa sasa ni ndugu zake wa karibu tu pekee ndo wanaruhusiwa kumuona, kwa mujibu wa jeshi la polisi. Na kwa mujibu ambacho yote ambaye ataruhusiwa kwenda kumtembelea Tundu Lissu zaidi ya ndugu zake wa karibu tu. Sasa hii ikiwa ni tofauti na hapo awali ambapo viongozi wa chama, marafiki na majamaa jamaa zake walikuwa wanaruhusiwa kwenda kumuona. Sasa ikiwa ndani ya saa 24 kutoka kutangazwa kuanzishwa kwa kampeni hiyo ya michango kupitia simu na akaunti za benki za kaka yake ambaye anajulikana kama Mzee Alute Mwai, mpaka kufikia chama mchana wa leo Desemba 31 mwaka 2025, tayari zimeshakusanywa shilingi za kitanzania milioni 17, huku lengo likiwa ni kusanya shilingi milioni 20 ndani ya 48. Sasa eh, wamebakisha takriban kama shilingi milioni tatu tu kwenda kufikia malengo yao ambayo walikuwa wameazimia. Sasa kwa mujibu wa hii picha ambayo unaiona kabisa, wameweka picha ya Tundu Lissu, lakini pia unaona hapo wameandika kwamba funga mwaka na Tundu Lissu baba wa ajenzi. Amepewa kabisa jina la baba wa ajenzi. Tuma mchango wako kwa nambari ambayo imewekwa pale chini. E, kuna nambari ambayo imewekwa ya tigo pesa, mpesa na jina ni Alute Muchoai. Kuna baadhi ya watu maarufu ambao wamejitokeza kuchanga pamoja na makada wa chama cha Chadema, lakini pia kuna wafuasi na, e, wafuasi wa Chadema na wafuasi wa Tundu Lissu kwa ujumla ambao wameshirikiana katika kuweza kutuma pesa hizi kwenda kwa Tundu Antifaslisu, e, kama njia ya kumpa salamu e, na kumuonyesha kabisa kwamba wako pamoja na wanasapoti harakati na kila kitu. Sasa hapa bana, walikuwa wameweka picha hiyo kusema kwamba welcome to 2026 17 million eh, wanaonyesha kabisa kwamba ameshafikia milioni kumi na saba. Inaonekana kabisa kwamba muda sio mrefu watakwenda kufikia malengo yao kuweza kufikisha milioni ishirini. Hii ni salamu tu kwa ajili ya kwenda kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, namzungumzia um, na Tundu Lissu. Sasa hii hapa inaonyesha namna gani watu wa Tanzania wengi kabisa wamejitolea kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaonyesha upendo wao kwa, kwa, kwa, kwa mwenyekiti ambaye mpaka sasa hivi bana kesi yake haijaendelea, amezuiliwa yupo gerezani na zilikuwepo taarifa juzi kati kusema kwamba hali yake kidogo haijakaa vizuri, hali yake kiafya, pamoja na kwamba, uh, anaendelea vizuri na sio watu wengi ambao wanaruhusiwa kumwona zaidi ya ndugu zake wa karibu. Sasa nadhani kwamba hii itakuwa ni pia ni faraja kidogo kwa Tundu Lissu ambaye amekuwa gerezani kwa siku takriban zaidi ya mia mbili kwa mujibu wa John Heche, na hii inaonyesha kabisa kwamba Tanzania bado wana imani naye. Ehe, sasa, sijui kama na wewe pia umepata fursa ya kuweza kumchangia, John kuweza kumchangia Tundu Lissu katika mchakato huu ambao unaendeshwa na makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.